Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV tuko tunaangazia kuhusiana na kilimo cha korosho. Kwa siku ya leo tutajifunza dalili za magonjwa ya korosho au kutambua dalili za m mbalimbali za magonjwa ya korosho. Kwa ndugu mtazamaji wa Nebuye TV kama unatazama katika skrini yako hiyo, hizo ni korosho ambazo ziko vizuri, ziko safi kikubwa tu nikukumbushie uweze kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mvi hii, na pia ukumbuke ukomboke kusubscribe, kulike na comment. Na mwisho wa video hii na ndio mwanzo wa video nyingine. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kuna <coughs> umuhimu mkubwa sana wa kuweza kujua dalili hizi za magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri mti wako wa korosho. Kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, kuna kitu ambacho unaweza kukitambua hapa kuna korosho ziko kama nne ko ziko korosho nne, ambazo zingine ziko vizuri, kuna zingine ziko kule zime kauka, kauka. Kauka, ambao, uli asili, uli kama zimekauka kauka, ina maana hio zilizokauka hiyo ni ugonjwa ambao uliathiri au ulipita katika mazingira hayo na kupelekea mpaka korosho kuwa na magonjwa. Kwa hiyo kuna dalili za magonjwa ya korosho inabidi uweze kujifunza kutambua magonjwa korosho mapema ili kusudi magonjwa yasiweze kuathiri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, magonjwa huathiri mazao ya korosho. Angalia mabaki ya majani yaliyokauka, rangi zisizo za kawaida na uvimbe kwenye shina. Kwa hiyo kwenye shina hapo, haya ni majani yetu, inabidi uweze kuangalia kama kwenye jani lako lina uvimbe wowote, kwenye shina kuna uvimbe wowote ujue tayari kunakuwa kuna shida ya korosho lako, una magonjwa ambayo yanasumbuliwa na. Pia kitu kingine, angalia kwenye majani yako, majani yamekauka sana, ni makavu mno. Yaani, muda wa mavuno au muda wa mvua, lakini majani yako yawe ni makavu sana, jua moja kwa moja kwamba mkorosho wako unashambuliwa na wadudu. Lakini unakuja kuangalia hapa, sisi kwetu majani yetu yapo kawaida, ya kawaida hayana changamoto yoyote. Pia kitu kingine lazima uangalie, kitu kingine, naomba uangalie rangi zisizo kuwa za kawaida. Ukiangalia rangi ya mazao sio za kawaida kwenye zao lako la korosho, hiyo itapelekea wewe kujua kama korosho zako ziko vizuri au zina changamoto au zina magonjwa. Kwa hiyo unapokuwa unatambua mapema kwamba korosho lako zina shida gani, ndiyo hapo itakapokupelekea wewe pia kuweza kutafuta dawa na kuanza kutibu korosho, kwani korosho zinatibiwa kama mimea mingine. Tukumbuke kabisa kwamba tunalima korosho ili tuweze kupata faida, tunalima korosho ili tuweze kuuza na tuweze kupata pesa. Kwa hiyo pale ambapo korosho yako itasumbuliwa na wadudu, pale ambapo korosho yako itasumbuliwa na magonjwa, kama mada ya leo ya leo inavyosema kwamba utambue magonjwa mapema ili uweze kuyatibu. Kwa hiyo wewe, korosho yako haitafanya vizuri kulingana na magonjwa, aidha ulikuwa unazembea au ulikuwa haufahamu jinsi ya kutambua. Ukiangalia katika skrini yako hapo, hizo ni korosho bado changa hazina ugonjwa wowote haziumwe. Maana ukiangalia majani yake hayana shida yoyote, ukiangalia korosho zake zenyewe zile matunda yake hayana vidoti vidoti. Ina maana kwamba hivi korosho hizi ziko vizuri, ina maana hazina magonjwa. Na hazina magonjwa kwa sababu gani? Tuliwahi mapema kupulizia dawa ya magonjwa. Kwa hiyo korosho yako ukiona ina majani makavu, ukiona korosho lako ina ma vitu vimevimba vimba, maugumu ugumu yamevimba vimba, ujue tayari kwa korosho yake na ugonjwa, inabidi uweze kupata dawa ya kuweza kuua wale wadudu wasiendelee kushambulia na ukashindwa kupata mavuno, na ukashindwa kupata matarajio ambao ulikuwa umejiwekea ili uweze kuvuna. Tunaamini kila mtu ana makadirio yake na matarajio yake katika shamba la korosho. Kuna mwingine amekadiria mwaka huu atapata tani arobaini ngimakadiria naaani hamsini. Kwa hiyo ina maana ni wewe mwenyewe na makadirio yako na mavuno yako ambayo umeweza kukadiria inatakiwa uweze ku mle mle, ili kusudi uweze kufanya vizuri na uweze kutimiza malengo na kuweza kusaidia katika watu wa moja au watu wengine. Wa kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV ukiona korosho yako ina ugonjwa wowote na kushauri, unaenda amshirikishe bwana bwana kilimo ili aweze kutatulia shida yako. Nenda kwenye vipinjeo za kilimo, kanunue dawa ya kuweza kutatua ile homa ambayo mkorosho wako unayo ili kusudi ile homa hiyo isije ikawa ni sababu ya wewe kuto kufanikiwa au kuto kutumiza malengo yako uliyojiwekea na mafanikio ambayo unatarajia kupata. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, mikorosho yetu ndio hiyo. Mikorosho ni mizuri, mikorosho imefanya vizuri, haina homa. Ni kwa sababu watu wengi hawajui jinsi ya kutambua. Ili utambue magonjwa, lazima uwe na tabia ya kutembelea shambani kwako na kuweza kuangalia kwamba majani majani ya hivi mkorosho mbona yamekauka. Je, yamekauka kwa mambo ya heri ama yamekauka kwa kioma Uangalie mashina yako. Je, haya mashina ambayo yako kwenye korosho yani ule mti mzima ule, u, upoje miaka kama sana au upo kawaida kama uu unaotazama kwenye screen? Ina maana unewanga kwenye screen, huu hauna shida yoyote huu, hauna um, homa au usumbuliwi, ila tu inabidi uweze kuangalia nawe ukienda Kwe weze kupiti, weze jee, kwenye shamba lako uweze kupita unaweze kuangalia, je mti wako wa korosho unafanana kama huu unaoona kwenye skrini? Je, mti wako wa korosho unafanana kama huu ambao unaangalia kwenye skrini? ni mzuri kama huu? majani yake ni kibichi kama unavyoona hivyo, au majani yake sio kibichi? je matunda yake unayaona ni kama matunzo tunaangalia hali yako vizuri, ana changamoto yoyote au ana shida yoyote? Kama ana changamoto yoyote ana shida yoyote, basi inatakiwa uweze kumshirikisha bwana kilimo au afisa ugani ambaye yupo karibu na wewe, ili aweze kukusaidia, kukushauri uweze kutoka katika hatua ulionayo nayo kwenda katika hatua nyingine nzuri, ambayo itakusaidia wewe ufanikiwe katika jambo la kilimo kama unaofahamu, kilimo cha korosho kinalipa sana. Kilimo cha korosho kina pesa, watu kila siku wanapata pesa kupitia kilimo cha korosho. Kila siku watu wanajenga kupitia kilimo cha korosho, na kilimo cha korosho kina bei nzuri kuliko ni kilimo cha vitu vingine, lakini uwe mfuatiliaji kama skrini yako inavyokuonyesha hapo, huu ni mti ambao uko vizuri, hauna shida yoyote. Na hapa tumeshakuta wakuta mabibo mengi, mabibo mengine yameiva, au maana hiyo juu ni bibo, chini korosho imeiva vizuri, yuko vizuri, haijaathiriwa na kitu chochote. Kwa hiyo tunataka na wewe ni pia mkulima, utakapo katika shamba lako, tuone matokeo mazuri kama haya baada ya kupata elimu kupitia video hii ambayo unatazama, na kama utakuwa umekwama popote, tutawasiliana tuweze kukujengea uwezo wa kuweza kukuvuka hapo kwenda sehemu nyingine, na pale utakapotambua magonjwa yanayosumbua mti wako, ndiyo pale utakapoweza kufanikiwa kuutibu huo ugonjwa na kuweza kupata mavuno uliokuwa unakusudia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, dalili nyingine ya kujua kwamba mti wangu wa mkorosho una shida na kuona mti wa korosho umekakamaa, na kuona mti wa mkorosho unapokutisha majani, ukiona ukuona mti wako wa mkorosho unapokutisha majani, na wakati hali ya hewa ipo, hali ya hewa kawaida tu, na unasema hali ya hewa kawaida, hali ya hewa kawaida, maana maana hali ya hewa ina maana sio mvua sana, si jua sana, ni hali ya hewa ambayo ina sapoti majani kuwa ya kijani, lakini majani lakini wewe mti wako hauna jani hata moja, au ana jani moja moja kwa mbali, moja moja moja moja moja kwa moja. Wewe ujue mti wako korosho lako lina ugonjwa, natajua upate wataalamu wa kuweza kukusaidia kuutibu huo mti wa korosho, pamoja na kukusaidia utaalamu wa kuweza kujikwamua ili kusudi uweze kufanikiwa katika swala zima la kilimo cha korosho, kwani bila kufanya hivyo, kiukweli hautaweza kupata mavuno kama wanavyopata watu wengine, hautapata pesa kama wanazopata pesa watu wengine, hautapata maendeleo kama wanavyopata watu wengine, hautapata kile unachopata watu wengine, kwa sababu wewe umezembea katika sehemu moja au mbili. Kwanza, kugundua kwamba mti wangu anaumwa au haumwi; pili, kupata matibabu sahihi ya huo ugonjwa wa mti wako unaokuwa unasumbuliwa, kwa ushirikiano na wakulima wenzio, kwa ushirikiano na ofisi ya kilimo wako wa eneo husika, pia kwa ushirikiano na uongozi wa NEBUYE TV, tutaweza kukushauri, kwani tunakutana na wakulima wengi mbalimbali ambao mikorosho yao imepukutika kabisa, mikorosho yao imeumwa kabisa, na tunawasaidia, tunawashauri, na tunaweza kuiokoa mikorosho, na mpaka msimu unaingia wao wanakuwa wanavuna mikorosho yako na wanaanza kutushukuru sana sana sana. Kwa ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, naweze kuachia maswali mawili matatu ambayo utaweza kutujibu katika komenti. Ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kupitia video hii ya leo ambayo inaonyesha jinsi ya kuzitambua dalili za mkorosho unaoumwa? Ni <coughs> kitu gani ambacho umejifunza kupitia video yetu ya leo? tunasoma comment. Na pia tunatoa tunatoa zawadi, tunatoa zawadi kwa mtu atakayejibu swali letu hili kutoka kwa mtaalamu wetu. Mtaalamu wetu anauliza, je ukikuta korosho lako kosho zako mti wako korosho umepukutisha majani yote yamepukutika, utachukua jukumu gani? Je, ukikuta mti wako wa korosho majani yote yamepukutika, utachukua jukumu gani ili kuweza kunusuru ule korosho lako? Katikia jibu vizuri swali hilo, kuna zawadi nono utapata, tutamtumia zawadi asawajila kufikia popote pale ulipo.